Na kwenye swala la mitaji ilani imeelekeza na Mheshimiwa Rais amesema ndoto yake sio tu kuwa na vijana wanaofanya biashara za usambazaji na uchuzi. Tunataka tujenge taifa la vijana ambao pia wanaweza kuingia katika sekta ya uzalishaji na sekta ya kutengeneza vitu. Hatuwezi kuwa na vijana wote kazi yetu ni kuuza na kununua. Tunataka tujenge taifa imara ambalo vijana kijana anaweza kamiliki kiwanda, kijana anaweza kamiliki mashine zinazochakata bidhaa za kilimo. Ndio maana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ameelekeza vitaanzishwa vitu vinavyoitwa industrial sheds au maeneo ya viwanda katika kila wilaya, ili hapa Same Mashariki vijana wanataka kuanzisha kiwanda chao, serikali itatengeneza miundombinu na itatafuta mtaji wa kuwapa ili watengeneze kiwanda aidha cha kuchakata mazao yao au cha kuzalisha vifaa ambavyo wanaona vinahitajika katika maeneo yao. Haya ndio maono ambayo na sisi tunayo kama wizara.